Nimekuja kuweza kuboresha taarifa zangu na kuweza kupata kadi ya kupiga kura. Kwa hivyo naomba niwahamasishe sana ndugu zangu watu wa Tanga kwamba safari hii ndio safari ya mwisho. Naomba sana kwa ambaye alikuwa hajaandikisha na anatakiwa kuandikisha kwa mara ya kwanza aje kwenye kituo na aende kwenye vituo mbalimbali. Tuna vituo 484 kwa mkoa wetu wa Tanga, lakini mimi nimekuja nimeboresha taarifa zangu. Mara ya mwisho nilipiga kura Arusha, na safari hii Mwenyezi Mungu akitupa uhai nitapiga kura hapa Tanga. Kwa hivyo na kwa ambao wamehama walioko katika makazi na shughuli mbalimbali za biashara, kama wanaojua kabisa, we utakuwepo hapa Tanga, basi ni bora uje uhamishe taarifa zako kwa huko ulikokuwa uweze ukapata fursa ya kupiga kura. Sote tujitokeze tuende tukakamilishe zoezi hili lila umuhimu sana katika mustakabali wa maisha ya mtu binafsi, lakini ya taifa kwa ujumla. Ni lazima ushiriki kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hivyo naomba sana kwa wale ambao bado, tuna siku mbili tujitokeze, tuende tukapate kadi zetu za piga kura. Kama unaye kadi ya zamani nenda kaboreshe. Kama kuna familia a, me, kuna mmoja amefariki, basi twende na vielelezo tukamtoe tuka katika daftari ili taarifa zake ziweze kufutwa. Sefu Mbaruku Rashid wa Raskazone nimekuja kujiandikisha cheti cha kupiga kura nishapata cheti changu na naomba wale wengine ambao hawajajiandikisha hii ni haki yao wasijakaa baadaye wakawa na laumu tu tumechaguliwa tu viongozi ambao watu wataki na wakati wa kupiga kura kwa umuhimu wajiandikishe kwa wingi na waweze kuja kupiga kura kwa faida yao wao wenyewe na wananchi wote kwa jumla. Kwa majina anaitwa Mariam Juma, mkazi wa Tanga kata ya Central. Niko hapa kituoni kwa ajili ya kujiandikisha na kadi ya mpiga kura na tayari nimeshajiandikisha ndani ya muda mchache nimeshaipata kadi yangu. Na napenda kuwashauri ndugu zangu wote ambao hawajajiandikisha bado waweze kujiandikisha ili na wao waweze kupata fursa ya kupiga kura kumchagua kiongozi wanaompenda.